Lakini mambo mengine yatakayo kuwepo kwenye viwanja hivi vya Sabasaba uh, katika maonesho haya ya mwaka huu ni maonesho ya teknolojia za kidijitali. Uh, katika kuboresha huduma katika eneo hili, washiriki sasa wanaweza kujisajili. Ukija hapa, watu wengi wamekuwa na changamoto ya kupotea, wanashindwa kupata maeneo mbalimbali. Safari hii tumekuja na utaratibu TanTrade, kwenye tovuti yao ukiingia mle ndani, kuna namna ya kuingia kwenye Google Map ama kwenye Napa Unaandika unataka kwenda wapi, ramani ile inakuonesha unakwenda wapi, ili banda la Basata unakwenda wapi ili banda fulani, kwao ramani inakuonyesha hapo. Tuna tovuti ya TanTrade, lakini pia tuna app ya TanTrade ambayo itawaonyesha maeneo mbalimbali. Safari tumeboresha pia huduma nyingine ya usafiri ndani ya maonyesho haya. Ukiingia humu ndani sasa hivi kwa wale ambao wamekuja tangu jana na leo, utakuta kuna vibajaji fulani viko vinazunguka hiyo ni huduma maalum tuliyoiweka safari hii. Wengi wanachoka kuzunguka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. <coughs> Tunatambua wengine ni wana maradhi, wengine wana ulemavu, kwa hiyo tumeweka hivyo vibajaji. Swift Pax na Royal Bagi zitakuwa zinawachukua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa msio wasiwasi, msio na wasiwasi mkiwa hapa e, wenzetu wa posta kwa kushirikiana na TanTrade wamewezesha hilo. Kwa hiyo movement za huku ndani ni rahisi sana, lakini pia tutakuwa tuna uzinduzi wa nembo maalum ya taifa kwa bidhaa za Tanzania. Tanted itazindua nembo ya Tanzania inaitwa Made in Tanzania Brandmark. Tumekuwa na kilio cha muda mrefu sana kwamba bidhaa nyingi zinazalishwa Tanzania, lakini haziwa, zikienda huko nje ya nchi zinawekwa lebo za nchi zingine ama hazijulikani kama zinatoka Tanzania. Sasa tunakuja kuzindua nembo maalum ya Tanzania, Made in Tanzania Brandmark, ili kuongeza utambulisho wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa lakini pia kutakuwa na program maalum na siku maalum. Jana tulikuwa na siku ya shirika la posta, lakini pia kutakuwa na siku maalum za mataifa mbalimbali. Tayari tumepata uthibitisho wa siku maalum ya China, siku maalum ya Japan, siku maalum ya Korea, siku maalum ya Urusi, siku maalum ya India na siku maalum ya Iran. Katika hizi siku kwanza, kuna kuwa na mikutano inaitwa B2B. Wafanyabiashara wa China ama wa China wanakutana na wafanyabiashara wa Tanzania, wa Japan, wa Korea, wa Iran, wa Urusi kote. Ni muhimu kwa sababu wafanyabiashara wetu wanahitaji kushirikiana kutengeneza joint venture na wafanyabiashara fulani. Natamani kuona siku moja uh, biashara yako Jacqueline uwe na mchina mmoja mmetengeneza likiwanda likubwa siku ya kukutana na hao wa China ni hapa. Njoo ukutana nao, wewe una jina, una brand una eneo zuri. Tanzania lina utulivu lina watu zaidi ya milioni sitini. Tuna biashara ya watu wanaotuzunguka zaidi ya milioni mia nne. Ukifika hapa utakutana na wafanyabiashara mbalimbali na mtasambaza mt, mt, mt, mtakubaliana kushirikiana mpanue biashara zenu, lakini pia kutakuwa na majadiliano ya kibiashara, kutakuwa na discussions mbalimbali zinakubaliana watu mbalimbali wanakuja kusema fursa walizonazo na nini. Hayo yote yanapatikana kwenye sabasaba mwaka huu. Wito wangu kwa Watanzania, hii ni fursa hii ni fursa tuitumie. Leo hii dunia nzima iko Japani inafuata maonesho kama haya, na sisi Tanzania tuna maonesho a yetu haya ya Dar es Salaam Sabasaba tunako kwenda, na Mheshimiwa Rais ameshatuelekeza, Mheshimiwa Dakta Samia Suluhu Hassan ameshatuelekeza, tuanze kufanya mipango ya siku moja expo ya dunia ifanyike Tanzania, na hili jambo linawezekana. Tunaweza Watanzania tukawaleta watu wote duniani kuleta maonesho yao Tanzania.